Naam, karibu sana mwanafamilia Mapro TV katika segmenti hii ya kimichezo ambapo leo hii uh, tunajaribu kuchambua kiundani uh, kuelekea katika mtanange wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika ile stage ya group stage, kwa maana hatua ya makundi ambapo Young Africans wapo kule nchini Algeria wakisubiri siku ya Ijumaa kutupa karata yao ya pili katika hatua hiyo dhidi JS Kabylie. Uh, mchezo ambao umekuwa na shauku kubwa sana na umekuwa ukivutia mashabiki wengi sana ndani ya Algeria, lakini pia hata nje ya Algeria. Na good news, ni kwamba tickets za uh, mchezo huu bwana zimeisha ndani ya masaa matatu tu tangu kutangazwa kuanza kuuzwa rasmi. Sasa kitu cha kipekee ambacho nataka nikujuze ni namna gani Young Africans wanaweza wakashinda uh, dhidi ya JS Kabylie, japo wako nyumbani, kwa maana Kabylie wako nyumbani na Young Africans wako genini. Kuna vitu kadhaa ambavyo Young Africans wakivizingatia, nafikiri wanaenda kuokota alama tatu tena ndani ya Algeria. Kwanza, si mara ya kwanza Yanga kushinda uh, mechi wakiwa Algeria. Tunakumbuka uh, dhidi ya USM Alger uliweza kushinda gole moja kwa sifuri wakiwa katika nchi uh, hiyo ya Algeria. Lakini kitu ambacho uh, nilitamani ni kuambia ni kwamba Young Africans kiuwezo performance uh, wako vizuri sana na kilichobakia ni vitu vichache ambavyo pengine wakivifata ama wakivitengenezea mazingira mazuri, basi wanakwenda kuchukua alama tatu. Cha kwanza ni kuondoa presha ya mchezo dhidi ya mashabiki. Tunafahamu kwamba mashabiki wa a, a, timu za Algeria wamekuwa ni mashabiki ambao wana vibe kubwa sana, lakini pia wamekuwa na fujo fujo za hapa na pale, ambapo kama wachezaji watakuwa wana concentrate na zile fujo ambazo zinaendelea majukwani, basi wata lose concentration katika upande wa mchezo wenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku watakuwa wanawapa nafasi nzuri wapinzani wao weza kujitengenezea nafasi ya ushindi dhidi yao. Lakini kama hawatu kuwa wakiconcentrate na kile kinachoendelea majukwani, wakashusha pressure, wakaendelea ku manage team katika namna ambayo wana concentrate ndani ya uwanja tu, nafikiri hiyo ni moja ya ambayo wanakwenda kutengeneza ushindi wakiwa ugenini. Lakini cha pili ni kuhusiana na kutotegemea maamuzi ya refali. Aa, mara zote timu za Kiarabu zimekuwa na ujanja wa kuwatengenezea mazingira mazuri sana marefalii wa, wa, wa mchezo husika, kwa sababu wao ndio wako nyumbani. Kwa hiyo na wao ndio wenye jukumu la kuwapokea waamuzi wa mchezo husika. Kwa hiyo wamekuwa na desturi ya kuwatengenezea mazingira aa, mazuri kabisa waamuzi ili waweze wabeba katika namna moja ama nyingine, na hiyo inakuwa ikiwasaidia sana. Kwa hiyo Young Africans kwanza waende kupambana na timu, lakini pia waende kupambana na referees ama waamuzi wa mchezo husika, kwa maana wasitegemee maamuzi sahihi kutoka kwa refari. Uh, watambue kwamba kuna maamuzi ya kuwaumiza yatatokea. Kwa hiyo watumie nguvu kubwa sana katika kutafuta magoli halali, magoli ambayo yatawafanya hata mwamuzi akiamua kuwabeba uh, wapinzani wao basi watakuwa tayari wametengeneza mazingira ya kutuluzi gemu hiyo, lakini wakienda kwa kuamini kwamba uh, waamuzi watafanya fair basi, inawezekana ni sababu ya kulose uh, ushindi katika mechi. Kwa hiyo hiyo, kikubwa wa shushe pressure was concentrate wa na fujo zitazoendelea uh, kwa mashabiki, lakini pia waenda wakitambua kwamba refali hatakuwa upande wao, wacheze wao kama wao, wahakikishe wanafosi na ushindi watakupata.